huko Dodoma na tuelekee mkoani Mwanza. Shule ya msingi ya watoto wenye mahitaji maalum ya Mitindo iliyoko Misungwi, mkoani Mwanza inakabiliwa na uhaba wa magodoro, mashuka, chakula na mahitaji mengine muhimu katika malezi ya watoto hao. Hayo yamebainika baada ya shule hiyo kukabidhiwa msaada wa chakula, madaftari na kalamu, vyote vikiwa na thamani ya shilingi milioni moja na nusu kutoka chuo cha sanaa cha ubunifu wa muziki cha Milestone cha jijini Mwanza. Mwandishi wetu Rejinald Ndesika anayotaarifa kamili kutoka Mwanza. Shule ya watoto wenye mahitaji maalum wilayani Misungwi mkoani Mwanza ya Mitindo, ambayo inajishughulisha na malezi ya watoto wenye ulemavu wa aina mbalimbali, wakiwemo wasioona, wenye uoni hafifu, viziwi na wenye matatizo ya ngozi, yani albino, kimepata ugeni wa chuo cha sanaa ya ubunifu wa muziki na utamaduni cha Malson cha jijini Mwanza. Tumetoa sukari kilo hamsini. Tumetoa mchele kilo mia mbili. Tumetoa maharage kilo hamsini. Tumetoa mafuta ya kupikia lita mia moja, lakini tumetoa uh, madaftari kwa watoto mia mbili sitini. Kila mmoja amepata madaftari matano, kwa hiyo tulihamasika. Baada ya kuhamasika, tuje tufanye kile kitu ambacho tunakiweza kama Maestro, kama wa Tanzania, pamoja na marafiki zetu waliotupikia, kwa hiyo tunajisikia vizuri kwamba tunashiriki katika kumwendeleza mtoto wa Kitanzania akipokea msaada huo wenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni moja na nusu mwalimu mkuu wa shule hiyo Kulwa Ngwelo amekishukuru chuo cha Mason kwa msaada huo na kutaka mashirika, taasisi na watanzania wengine kujitoa kusaidia. Kuna upungufu wa magodoro na shuka, hivyo vitu ambavyo bado navihitaji zaidi zaidi. Sasa hivi vitanda limeshapata lakini magodoro ndio bado na upungufu nao, ningependa yote ile atakayeguswa Anaweza kaleta magodoro azakaleta magodoro kama sitini hivi, na chakula mchele, maharage vile vyote vinavyohusu chakula. Aidha, watoto wakaelezea furaha yao kufuatia msaada huo huo. Nimejisikia, nimepata msaada wa kutumia darasa. Sisi tunatoa wito kwa jamii wasione sisi sio binadamu na sisi ni binadamu kama wao.

wamefulahi sana na wameona kwamba kumbe kuna kitu hiki tofauti na muziki ambao lichaza labda kucheza tu bongo flavor na nini, kwamba tunataka kuitambulisha Mwanza na kanda ya ziwa hichi juu na hapa kuna ngoma za kienyeji, kuna vitu vingi ambavyo havijagunduliwa havijapewa nafasi havijapewa havijaonyeshwa havijapewa platform havijapewa kwamba juu watu waone. Shule ya msingi ya watoto wenye mahitaji maalum ya Mitindo iliyopo Misungwi, mkoani Mwanza inatoa malezi kwa zaidi ya watoto mia mbili wakiwemo albino ambao wamekuwa wakipewa uangalizi wa karibu. Reginald Ndesika, TBC Mwanza.